Tukio hilo limetokea Aprili 13 mwaka huu, majira ya saa saba mchana katika kitongoji hicho, ambapo baada ya mwanaume huyo kutekeleza kitendo hicho alijijeruhi sehemu ya tumbo na kujifanya amekufa. Na katika tukio hilo, mama mzazi wa mwanamke huyo naye amefariki dunia kwa presha baada ya kupata taarifa za kufariki mtoto wake. Na baada ya kuwa tumeingia, tulianza kumwangalia yule mama, tayari hata jicho lake lilikuwa limeshaanza kuwa jeupe. Lakini baada ya kumwangalia yule mwanaume tulimwona na kisu tumboni, ila akipumua pale tumboni, manaake anapopumua kisu kile kinacheza. Baada ya pale tuliamua kumuvuta nje kwa ajili sasa ya kutengeneza mazingira ya huduma ya kwanza. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bugogobi George Kubanda na diwani wa kata ya Bukoli Rajab Sefu wamekiri kutokea kwa tukio hilo, huku akidai kuwa chanzo cha tukio hilo huende ikawa ni wivu wa mapenzi lakini pia alikuwa na mme huyo. Mme pia mimi hajaripoti katika kitongoji chile, nilikuwa najua yule mama yuko peke yake na yule bwana, wakakuta amejichoma kisu. Basi hatua zilizochukuliwa ni kuwachukua mwingine akawekwa mochwari Nyarugusu, mwingine akawa natibiwa pale Nyarugusu. Baada ya kumama yake kupata taarifa kuwa mtoto wake amechomwa kisu amefariki, naye akapandwa presha, wakamkimbiza hospitali kule kwao na baadaye tukapata taarifa tena kuwa na yeye amefariki. Mtuhumiwa wa mauaji hayo tayari yuko mikononi mwa jeshi la polisi. Na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, akizungumza na wakazi wa Katoro wilayani Geita, amesema kwa sasa mauaji ambayo yanaendelea mkoani Geita ni wivu wa mapenzi, huku akitoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo ili kukomesha matukio hayo. yapo na yanatokea Tumepambana na majambazi, sasa tunakuja kupambana ndani ya nyumba mtu mmoja mmoja. Ndio maana niko hapa mie. Mliopo pelekeni taarifa, sasa hivi nitakuwa mkali sana kwa wale wanaume wanaowafanyia ukatili wa kizao, kwa sababu anaanza hivi kidogo kidogo. Leo kampiga ngumi, kesho kampiga bakora, kesho sikafanya kafanya nini, kesho kutwa anaua.